Kwanza ninamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa zawadi hii ya kipekee ambayo amenipatia siku ya leo baada ya ushindi wangu wa mashindano ya dunia ya Tokyo ambapo alitoa medali ya dhahabu na kuipelesha vizuri bendera yetu ya Jamhuri ya, ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo ninamshukuru sana Mheshimiwa Rais na ni mwahidi tu nitaendelea kujituma eh, kwa hali na mali. Eh, kuendelea kuhakikisha kwa liwakilisha taifa vizuri na kupeleka vijana vizuri, na nadhani kwa ujumbe wake kupitia kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba sasa tufocus kwa ajili ya medali ya Olympic. Nami ninamwahidi kwamba nitakuwa mwaminifu kwenye hilo na nitajituma zaidi na zaidi kuhakikisha kwamba tunaipata hiyo medali ya dhahabu 2028. 20, 20. Unajua wakati mwingine mimi niliamua kwamba nisikate tamaa mpaka mwisho wa mbio utakavyoisha. Kwao wakati mwingine mtu anaweza kukata tamaa, kumbe mafanikio yako, yako mbele yako. Kwa hiyo mimi ninachoomba ni watie moyo kwamba wasiowepeshwa kukata tamaa wakati wanafanya jambo lolote lile ambalo ni nzuri, wajitahidi wajitahidi, na mwisho wa siku basi watafikia kwenye malengo yao. Kwa vijana au wachezaji ambao wanaibukia, basi hasa tujitume, tuwe na nidhamu tujitume na tuwe na malengo. Naamini kwamba wataweza kutimiza ndoto zao. yes.